futuke kaka yako kato batube rehumko no hromanya njaja kubareto gundo muri ngonyine ne nege oh, ya to ya tunao ro shuro ntambire anatilalo chilaulo kwata kwata die turye ya turye ehe twendele naambishae marafiki zao kutoka kama ichigari, Rwanda kama wamefika shoti na bavandimwe kuva Kigali Rwanda jewe ni nyua Rwanda hapo po wageni wangu kutoka Mwanza. Mwanza Mwanza team Mwanza Rock City. Walete DJ wa Mwanza wainue. Mwanza Mwanza Mwanza Rock City. Kirumba. Asante Mwanza kwa kuja. Naam, twende mbele yako. Lakini pia nitambulishe wageni wangu kutoka Kahama hawajaisha bado. Wageni wangu kutoka Kahama kutoka Shunu mpaka pale Phantom injinia, karibuni sana. Tawaleta pia kwenye zawadi hapo, tutakuwa na mchangano mzuri wa wepo. Wageni wako kutoka Bukoba, watu wa Bukoba wamesheni mpaka Kashai kule, Kaya Kagondo, Karuguru na Kaifo. K ah. Babu Koba, waitu baka singi mtambue uwepo wa wageni wangu kutoka kwenda na kerwa na mabira nyote kwa pamoja. Moja kerwa kwetu wa ya satedi kwa kuja watu wa kerwa karibuni. mtambue uwepo wa wageni wangu kama wamefika timu Dodoma.